Hitimisho la mjadala wa bajeti ya wizara ya mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki ambapo Spika Dkt. Tulia anasimama na kutoa ufafanuzi kuhusu michango ya wabunge ya hivi karibuni wakikemea vitendo vya dhihaka vinavyofanywa na wanaharakati kutoka Kenya kwa rais wa Tanzania wakisema vinamvunjia heshima yeye na wananchi wake. Muhimu, michango yetu uh, wakati wote kuepuka kauli zile zinazokwenda kinyume na katiba, sheria na kanuni tulizojiwekea sisi wenyewe. Pia waheshimiwa wa Bunge na wananchi wote, ni muhimu kutambua kwamba kauli au mitazamo inayotolewa na waheshimiwa wabunge katika michango yao haipaswi kuchukuliwa kuwa ni msimamo rasmi wa Bunge. Hata hivyo, miongoni mwa wageni waalikwa katika mjadala wa leo ni balozi wa Kenya Isaac Njega Kinjega ambaye utambulisho wake ukaibua shangwe bungeni. Excellency Isaac Njega, High Commissioner of Kenya. Karibu balozi. Awali akiwasilisha hotuba ya bajeti ya wizara ya mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, waziri wa wizara hiyo Balozi Mahmoud Thabit Kombo amezitaja baadhi ya changamoto zinazoikabili wizara hiyo baadhi ya nchi wanachama wa jumuiya ya kikanda kutoheshimu baadhi ya mikataba na makubaliano ikiwemo kutolipa michango yao ya kibajeti kwa wakati. Hatua hii inaathiri uratibu na ushiriki wetu katika utekelezaji wa programu za mtangamano wa kikanda. Hivi sasa majadiliano yanaendelea kwa pande zote mbili za EAC na SADC, na kama unavyojua mheshimiwa naibu spika, baadhi yao makao makuu yao yako nchini Tanzania. Kwa hiyo akipata changamoto yoyote, na sisi kama nchi tunaathirika moja kwa moja. Kamati ya kudumu ya Bunge ya Mambo ya Nje, Ulinzi na Usalama, kupitia kwa mwakilishi wake balozi Liberata Mulamula mula, ikaitaka wizara hiyo kuhakikisha inaweka mipango madhubuti kwa ajili ya kuzimaliza changamoto hizo. Kitendo cha baadhi ya nchi wanachama katika jumuiya za kikanda kutolipa michango yao ya kibajeti kwa wakati, sio tu kwamba kinakiuka makubaliano na mikataba iliyopo, bali pia kinaathiri uendeshaji wa jumuiya, ikiwemo kushindwa kutekeleza shughuli zake za kiuchumi na hivyo kuathiri ufikiwaji wa malengo ya uanzishwaji wa jumuiya. Zaidi ya shilingi bilioni 340.5 zimepitishwa na bunge kwa ajili ya utekelezaji wa majukumu ya Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano Afrika Mashariki pamoja na taasisi zilizo so chini yake katika mwaka wa fedha wa 2025 2026.